Hey, babu bora nilivyokuona ndugu yangu <laughs> ndugu yangu ndokawachizi, umesikia? Uh, oh, wapi hayo maneno uh? Ndugu yangu watu wote mtaani wanazungumzia habari zenu nyinyi ya ndoa kuvunjika, mwenzaku ndaakawa jitaira. Sawa, tulia, sijamaliza kwanza watu wote ndugu zao walikuwa hawataki nyinyi ile ndoa yenu ifanyike Uyuk. Kwanza walikuwa hawakutaki umuoe mtoto wao, uko wachawi wale. Sijua ndugu yangu ungekuwa kitengo gani, siungekuwa rubani ndugu yangu? Maana wale wote wazi wakuelea angani, helikopta inaendeshwa hatari. Wewe umeajuaje hayo mama, umeajuaje? Mtaa unauona mdogo huu, mnaambwa mtu wakulimi bora kunyimee chakula lakini sio manene. Watu wote habari wanazo. Huu mtaa mdogo tu unauona, lakini mtaa una mambo mazito na ile familia achana nayo. u um, mtaa mzito huo, ndio maana ukaitwa Nigeria. Habari zote watu wanazo, wawefanya jambo lako usiku, asubuhi linajulikana. na ile familia achana nayo, acha mimi niendeabu ni ni e, babu babu, utaki kunisikiliza mimi, maneno ninokuambia ndugu yangu. Haya, wewe utakuja kunikumbuka baadaye. Wewe ujuu, huo ndio Nigeria.

Nimekosea ni ya nini hapo ujui kosa lako wewe? Wewe ni mtoto mdogo yani utoke huko uje ukae tu hapo TV haiwaki una unachokifanya kilichokukalisha hapo po kama, kama kitu gani? Nisikilize, ili siku hizi na unanidharau sana mimi mi dada yako yaani, ufanye unavyoweza mimi ni dada yako kama chuo ndio kuna kuharibu umepotea, utatafuta pa kwenda kukaa. Shoga yangu nisikilize. Haoshi vyombo huyu. Apeki wala hafagii. Yaani maisha yake ndio hayo. Anajikuta slay queen. Maisha yake yana kupoteza. Upo, na okay. Imara ya mwisho ukinikuta nilikana na watu wangu sitaki. Watu koko, abali ya ombe ombe yako. Maana kilichokuleta ananiambia ngondi zako pita hivi bwana.

kusumbua. Hapana, iko vizuri na tatizo dogo mjomba. Shikamoo mjomba. Marahaba vipi? Salama mjomba. Za wewe? Acha salama. Nimefurahi kukuona mjomba. Na mimi pia nimefurahi kukuona. Eh? Eh, ah! Mjomba umefika? <laughs> <laughs> Eh, nimefika mjomba. Habari za Kimanga mjomba. Ah, Kimanga mjomba? kuzuri sana sana wala kuna shida. Kwema uko? ah! <laughs> Umefika. Eh, umefika. Nimefika muda mrefu sana nikaona hapa mazingira yenyewe yamekuwa ya kimya hata dada yako sijakukuta, sio? Hujamkuta hey? Mimi nilimwacha hapa muda mwingi tu, amekaa hapa, nikatoka nikamwacha hapa amekaa, nikajua nika nikirudi nitamkuta. Kwa hiyo umekaa sana hapa? Nimekaa muda sana, mimi nikaa naangalia mifugo mjomba. angalia, angalia kanga zinavyotembea bata. <laughs> <Ni starehe kabisa. laughs> <laughs> Unajua mjomba, mambo ni mengi, na nashukuru Mungu angalau umekuja. Yaani mimi binafsi imekuwa kama baraka kwangu wawe kufika hapa. Nashukuru sana, nafarijika sana kiukweli. Ah, basi sawa mjomba, nafikiri tusizungumze sana tu uingie ndani upate uoge maji ufanye nini? Mjomba, mbona una haraka sana kiasi kama hicho? Tuendelee kukaa kukaa hapa? Eh, tu natamani tuendelee kukaa hapa mjomba. Ah, jua ndani joto. Kweli? Sana. Basi acha niingize begi mjomba. Hapa. Dunia yangu, dunia yangu. Yanatokea mengi. Mengine ni maji

hata masaa mawili hata dakika mbili umalizi ayo, umekaa huko, umekaa karibu linusu saa nzima, ulikuwa unajichua eh? Dunia yangu, dunia yangu, unapenda vita sana mke wangu. So, vita na kuuliza ulikuwa unajichua kwa sababu, unawezekanaje ukakaa bafuni mdoto ulikuwa unajichua Afu wafanya ni utoto haya mambo ya kijinga. Mke wako yuko hapa. Wanacho kumaliza shida kwa mke wako, wanacho kumaliza shida zako chooni. Nikuulize. Na nikukuta shajeli yangu imeisha. Mke wangu, usitake kukukunia leo haujachoka choka. Na leo merudi kakazeli. Unapasa kupumzika. Uh -huh. Sogeo tutulale. Nee, mwapesi yapo. Sasa usiniguse. Yaani ukinigusa leo, utanijua mimi. Sogeo tutulale, te kugusa wadadili wada. Nee. Mjomba. Na mjomba.

Mjomba, hiki kipindi ambacho nimepitia hapa katikati, nimepitia kwenye wakati mgumu sana. Nafikiri baadhi ya vitu nimeshakueleza japo juu kwa juu. Mjomba, nimepitia wakati mgumu ambao umenifanya nimepata msongo mkubwa sana wa mawazo na kushindwa kujua nifanye nini. Naa, unisamee sana mjomba, hapa katikati mimi nilipeleka barua ya kutaka kumwoa bibi na Mungu akasaidia mambo yote yalienda vizuri. Lakini kilichotokea mjomba, baada ya hapo kiukweli, kilikuwa ni kitu ambacho sio cha kawaida, sio cha kawaida mjomba, kwa sababu ile siku ya ndoa ambayo sisi tumepanga kwenda kuoa, biarusi amepelekwa saloni kupamba wakati bi harusi anapambwa kwa ajili ya kwenda kuoa, kabla bi harusi akapata uchizi. Unasema amepata uchizi? Haki ya Mungu alipata uchizi mjomba, chizi kabisa, hukimbia barabarani. Na ninapozungumza na wewe hapa mjomba, binti wa watu hajulikani yuko wapi mjomba. Kiukweli mjomba, Ki amefanya makosa, najua mjomba ni kosa haitawezekana vipi, wewe uwe sisi tukose kupata taarifa? Nasisi tuna mila zetu. Ni kweli mjomba, lakini mi naomba sana, naomba msamaha kwako na kwa wengine wote ambao wataguswa na hili jambo, lakini nachoomba kwako zaidi ni naomba msaada wako mjomba. Usipate shida sana kiasi paka ufadhaike hili litaisha, lakini nakupa angalizo usirudie tena siku nyingine. Sawa mjomba, hilo mimi <laughs> <laughs> ah, nashukuru sana mjomba, kwa kweli umenipa faraja kubwa sana. Basi wala usio na wasiwasi mifuko siwezi kusema maumivu na yajua yeah. Ni mengi yanoniandama, inalala macho yangu. Adamaj, ni ni mara ngapi nimekuuliza juu ya upotevu wa pesa zangu kwenye suruali zangu za kazini, na mara zote umekuwa ukisema ufahamu, licha kuwa ndo mtu pekee unayenifulia nguo zangu, lakini leo baada ya kuweka kondomu ambayo hata ujaanza kufua umegundua kwamba kuna hiki kitu. <laughs> Sijaja kuongelea kuhusu swala la pesa linazopotea kwa sababu chumba changu mimi na wewe tunalala, watu hao wawili, kikipotea kitu cha kwangu mimi umechukua wewe, na kikipotea cha kwako wewe nimechukua mimi. Kwa hiyo kulikuwa na haja gani wewe kutembea na kondomu kwenye mifuko yako? Ina maana unanisaliti, si ndio? <laughs> Nilikutega wewe. unamtega nani? wewe. E, ili iweje box nimeyeka kwa ajili ya kumnasa mwizi wangu ambaye ni mke wangu wa ndoa. Nilimwoa kwa mahali leo yananiibia, na nikimuuliza, nanikatalia sio kweli. Medi ailizishi na juzi imelipa mkopo kwenye simu ikiwa sijakopa. Kumbe ni wewe unafanyaga miamala. Kumbe wewe ndo ndo unawakopa watu wa mitandao. Unajua, usinitafutie sababu, vinahusiana na nini ni kweli. Unanikinga, lakini sio kufikia, uh, huko medi. Kwa nini unanifanya hivyo mi nimechoka. Ninachoka. Umechukua muda mwingi sana ndani, kuna mambo nilikuwa naiga sana ndo maana nimechelewa. Sawa, hata na hivyo nisikupotezee sana muda ila kuna kitu mimi natamani kujua, natamani kujua kuhusu kifo cha Amina. Kifo cha Amina huishi naye? Asikia, nikwambie kitu. Unajua, Amina alikuwa ni rafiki yangu, na wewe ni rafiki yangu pia. Usione nafuatilia sana ili swala, ukajiuliza uvipi, la hasha, nyie ni kama ndugu zangu. so, alafu kuna vitu unahisi kama unanificha hivi. Kuna huu wakati wa furaha wenzenu unajawa na mani, ukiona na cheka na enjoy, ujue dunia imekubalia, ujue dunia yangu nimeendana nayo, ujue dunia inachekelea pia ujue dunia inanipa amani una oh, oh, no. na kuna eze nyakati zozoni chozi linanidondoka, maneno ayatoki kinywani, ujue dunia menikalia ujue dunia inaniangalia vibaya, basi ujue dunia yangu imenikazia. Ah, ah. Ujue dunia sijaendana nayo, naelewa pia. Hata mimi sifahamu ni kitu gani kichosababisha, mpaka kifo cha Amina kimetokea vipi? kwa sababu anafahamu chochote kuhusiana na hilo na rafiki yangu yaani, unadiliki kuniulizia masuala ya babu hapa, na unafahamu fika mimi na babu hatuzungumzi. Nakuuliza kwa sababu babu ndo alikuwepo katikati yenu. Amina ni mdogo wangu, ni mdogo wangu, babu alikuwa ni boyfriend wangu. Kwa hiyo haiingiliani, hai sawa Amina amefariki, wewe rafiki yangu, tuzungumzie masuala ya Amina, tuachena waaaamk mke hasa umekueli umelala. Mbona nilikuambia nini? lakini e nini nini nini nini nini? Sasa sasa, toa toa kanga bwana, lakini nitakupiga makofi sawa? Naomba unielewe, hii ni ni yake, lazima piga. Manomba ni mke wangu, wewe toa wangu inikuache vipi mpaka ii sasaumbe mpaka lini? Sikia, nitakutia makofi nitakupiga makofi kwa, nataka, nataka kia wewe, wewe, wewe, uh, uh, unanijua mi akili zishakuna ezi nyakati zozuni chozi linanidondoka maneno yatoki kinywani jue dunia imenikalia.